Nyinyi, nyinyi wa Tanzania, nyinyi nyinyi wa Tanzania, walokole wa Kristo eh, watu mlio, watu wa makanisani eh, baadhi yenu baadhi yenu baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu eh, mapilato mmekuwa mapilato, yani mmekuwa eh, mapilato eh, mna dictate vitu. Nyinyi ndio mnaamua, nyinyi ndio mnasema mtuawegi, mtu waweje, mtumishi afanye nini eh. Na naomba tu niseme wazi tu leo kwa haraka haraka tu hapa kwamba please, acheni ushamba baadhi yenu Kinachonishangaza nakuja kugundua kwamba, yani, mnazungumza vitu baadhi yenu hamna hata ufahamu navyo naiswakalia una una leo, leo, zaidi kimya. Maana unajua, wakati mwingine ukikaa kimya, uongo nao unaweza kugeuka ukawa ukweli. Sasa kwa mfano juzi tu hapa jana nime draw attention yangu kwamba nimesainiwa kwenye lebo Eh, ya kusambaza ya kusambaza muziki ya Empire. Nimeshtuka unakuta mtu anasema ah basi tena. Huyu tumeshamkosa, sijui anasainiwa kwenye lebo. Sasa you just don't know. Hamwelewi kwamba eh ukisikia lebo sio kwamba kila lebo ukisikia basi ni lebo ambayo inamiliki huyu mwimbaji, ama inamiliki huyu artist. Kama hivi mnavyosikia labda sijui kuna lebo ya Wasafi, si kuna lebo ya nini hizi zilizokuwa hapa Tanzania, kwamba zinamiliki. Hamjui, hamjui kwamba kuna kitu kinaitwa distribution company lebo. Yaani ni lebo ambayo sio kwamba inamiliki mmiliki mwimbaji, hapana, lakini inasambaza, ina kazi zake. Kwa sababu hizi Spotify, hizi Spotify Apple Music huwezi kuziweka wewe binafsi, yaani wewe huwezi, wewe kama wewe mtu tu ukaingiza uka wimbo wako kule unatumia kampuni kuingiza nyimbo kule uweze, hawakutambui wewe, hawakutambui mtu, wanatambua wanatambua hizi kampuni ambazo ndo zinaweza kuingiza miziki kule. Ndio maana zamani tulikuwa tunatumia DistroKid, tukaja kutumia hizi CD Baby. Mtu alikuwa ni lazima u, u, u, uji, uji enroll, uingie DistroKid, ndo uweze kuifanya nyimbo yako DistroKid, waiweke huko Spotify. Sasa mtu anakurupuka tu na ndio the same. Hizi kampuni kama hizi Empire, ama ambao nilikuwa nafanya nayo kabla ya Empire, ni kwamba what they do, wanachukua ile nyimbo yako wanaingiza kule wanasimamia distribution kule kwa wao wanakata percentage yao ya kusimamia kazi, kuzisambaza kazi zako kule kwenye hizi Spotify, Apple Music, sijui e, eh, nini nini zote zilizoko huko. Ndipo tunavyofanya na hakuna mwimbaji yoyote duniani ambaye anaingiza nyimbo zake mwenyewe huko. Yaani mimi sio wa kwanza wala sio wa mwisho. Ndivyo inavyokuwa, hata hao waimbaji wengine wote, hata we unayemuona wa kiroho vipi, hata kuna mwimbaji unamuona unasema huyu akiimba, yani mbingu inageuka chini miguu juu anatumia kampuni nyingine hizo zilizopo kwa ajili ya kusambaza ambazo hizo kampuni, za kampuni sio za Wakristo jamani, sio za Wakristo. Hakuna kampuni ya kikristo inayofanya hivyo ho. Oh, anawezaje kufanya hizo e, kampuni anaingia ambazo hizo hizo kampuni, anashiriki nuru na giza? Wapi na wapi? Jamani, hizi kampuni hazijali kuhusu mziki wako ni wa gospel ni na nini, wao wanafanya wanasambaza. Ndio maana humo waimbaji wote mnaowajua huko Nigeria, wote mnaona wa kiroho, hao ndio wa kiroho wamepitiliza. Hapa Tanzania wapi? Hapa Tanzania wanaogopa tu kuwaambia. Mimi nimekuwa wa kwanza kuingia empire, lakini hawa wengine wanafanya na kampuni nyingine, ila hawasemagi kwa sababu wanajua wakisema mapilato nyinyi mtawarukia juu, mtaruka nao, mtawasema, mtawa frustrate. Wanaogopa hasa, mi siwaogopi, bahati mbaya. Ndio maana naweza kusema naweka mambo yangu wazi kwamba nafanya kazi na kampuni fulani, nimepigiwa simu, nimehojiwa, nasema lakini mmezidi mna frustrate mno watu, mnawapanda kichwani, hamjui hata kinachoendelea kwao. Leo hapa kuna watu wanaamini mimi nimesainiwa kwenye lebo, kana kwamba niko chini ndo namilikiwa. Hapana, mimi nafanya kazi binafsi, mnajua, mnaonaga hata, angalia nyimbo zangu pale chini imeandikwa Ospo. Mimi nafanya kazi na kampuni ya Ospo, ambayo hiyo Ospo yani ene, nitawapa elimu siku nyingine. Mimi mwenyewe ninamiliki lebo yangu inaitwa Heaven Culture. Heaven Culture ni lebo yangu, mimi ndo ambaye huku chini na nacha vipaji vingine, lakini mimi kama mimi, ni free artist, similikiwi na lebo yote. Nafanya na manage, managing company ya Ospo ambao ni ya ndugu yangu Alani eh, ina, ina manage kazi zangu, ni managing company. Lakini pia kwa huku nje sasa, ili mziki wangu niweze kuusambaza huku nje zaidi, ndio maana nafanya kazi sasa na Empire. Nilikuwa nafanya kazi na kampuni nyingine, siwezi kuitaja sasa hivi, sasa hivi nafanya na Empire. Sasa mimi nawashangaa, you don't know things, hamfahamu, mnakurupuka navyo tu. Arede, arede, arede! Jamani hebu acheni hizi mambo, acheni na nyinyi wengine ambao sijui huu mdundo sio wa gospel. Hebu niambieni mdundo wa mbinguni ni upi? Mdundo, mdundo wa kidunia, mdundo wa mbinguni ni upi? Gospel, gospel sio mziki sio, sio music. Gospel ni ujumbe, kinachotenganisha ni ujumbe. Ndio maana hebu nitafutieni nyimbo ambao nyinyi mnasema huu, hebu nitajieni wimbo mmoja ambao mnaamini nyinyi huu ndio wa gospel, au nyimbo zenu hizo mnazoamini hizi ndo za gospel Nikichukua huo hilo beat nikichukua huo mziki nikabadilisha maneno nikaweka maneno machafu nikaweka maneno ya, ya mapenzi ma, mapenzi machafu machafu kama wanaoimba watu wengine nikaweka humo, huo mziki utabaki kuwa gospel? Nikiuplay mtauita wa gospel? Nini kitakuwa kimebadilika? What, nini kitakuwa kimebadilika? Music is not about a beat that uh, uh, gospel is not about a beat, it's about a message. Ndio maana leo <laughs> jamani, mimi nikiwa nakuwa, kuna nyimbo nilikuwa nasikiliza nilikuwa sijui lugha yake. Niko tukuu yuko kuna wimbo wa, wa, wa nani hawa wanaitwa Westlife, ulikuwa unaitwa Queen of my heart. Kwa sababu nilikuwa sijui Kiingereza na nyosha mikono juu naabudu kabisa, kumbe kwa sababu ya ule utulivu. Hivi ngoja niwaambie ni kitu, I'm sorry, najua mnazisikiliza hizi nyimbo na wengine mtajifanya msikilize hivi. Celine Dion nyimbo zake zinazidiwa utulivu. Na shetani na mama mkwe wake wamekalia misumari, I'm sorry to say this from my brother Edson, lakini hivi wimbo ule kama ule shetani wamekalia misumari, una una hizi una utulivu kama nyimbo ya Celine Dion zile eh Gospel ndioni kwa sababu nyimbo zake ni za taratibu, zina utulivu zile ni za gospel. Gospel sio mziki wa taratibu. Gospel sio mziki wa utulivu, ni message. It's a message. Ndio maana leo mtu aliyoko India eh anaimba India huko Muhindi akiokoka, akaanza kuimba nyimbo akaanza kuimba mziki wa Injili, anamsifu Mungu anamsifu Yesu. Nyinyi kwa sababu hamjui hiyo lugha, nyinyi mta, mnaweza mkaskip mkijua ni beat, ni yale masongi ya kwenye movie zao masongi ya kiindi ya kuchikuchi yale. Utaskip kwa sababu hujui, lakini kwa sababu hii yeah, ameimba gospel lakini ndio ndio ndio, ndio muziki wake ndio utamaduni wake. Kwa mimi ninaweza kuimba any kind of mdundo as long as message yangu ni gospel. Gospel nini? Ni habari njema. Nitaimba kuhusu Mungu, nitaimba kuhusu Yesu, nitaimba kuhusu mambo aliyonitendea, nitaimba kuhusu kuhusu ufalme wake, kuhusu neno lake, kuhusu yoyote yanayohusiana na Mungu. But using any kind of beat because music is not about it's not about a beat. It's about message, guys. Stop it. Acheni ya mambo. Acheni kuwa frustrate waimbaji, mmezidi. Mimi mimi naombaeni kweli, mimi sijibugi, siwajibugi na kaa kimya, ninasema a lot of things na kaga kimya, lakini acheni kufanya hivyo. Mwisho wa siku waimbaji wanaoogopa, hawezi kuwa kujitanua mipaka yao, hawezi kuji, yani kuna vitu wanaoogopa yeah. kwa sababu mmewakalia hapo juu, mnataka kuwaamulia. Yaani mimi leo kusaini na Empire kwa ajili ya kunisambazia mziki, niogope eti kisa Empire? Aya, mbona kuna waimbaji wengi tu wa Injili wakubwa kwenye hiyo Empire na ninaweza nikawatajia majina yao, sitaki tu kuwatajia wengine kwa sababu labda mikataba yao hataki wewe wazi, lakini guys, stop it. Kwa mimi nijisambazie niji mziki mwenyewe, nifanye mwenyewe, ili iweje? Alafu nifike wapi kwa kujisambazia mwenyewe eh, ili nifike wapi? you've been too much, acheni hizo mambo. Na ndio maana ni furaha yenu kuona waimbaji wa injili wanakuwa duni, ni furaha yenu eh, nyinyi walokole wengi wenu, au mimi, baadhi yenu na upilato wenu, mnafurahia kuona waimbaji wanakuwa duni hawapigi hatua kimaisha. Mtu anakuja anasema, mimi Joel Lwaga wa 2019 ndio alikuwa ananibariki. Okay, wewe alikuwa anakubariki basi, acha Joel wa 2025 wabariki wengine. Usilazimishe Joel Lwaga wa 2019 au wa 2025 kwa sababu tu alikuwa anakubariki wewe, stop, acha kuwa selfish. Lakini niwaulizeni ninyi walokole leo, niwaulizeni swali, ninyi baadhi yenu, mapilato wa hukumu, kama mlikuwa mnampenda sana Boni Mwaitege wa mwaka 2002 au mwaka 2010 kwa nini leo bado hamumsikilizi? Nyinyi wachungaji mnaosema mnapenda eh, waimbaji walivyokuwa naimba zamani, kwa nini leo kwenye mikutano yenu, mbona tumuoni Bony Mwaitege? Mbona tuoni mkialika waimbaji wa zamani tena, mbona tuwaoni? Kwa sababu mnaenda na trend, kwa sababu mnakwenda na kile kilichopo ambacho watu wanakifurahia sasa. Mimi leo nikiamua kubadilika, kwa sababu nisipobadilika, mnaniacha. Ninajua hilo. <laughs> Ninajua kwani sinaona, sina mifano? Nikiimba vile vile vile vile kila siku mtachoka, mtaenda, mtatafuta kipya, kwa sababu kazi yenu wengi wenu ni mnatafuta what's new. Afu mnataka mimi niwe vile vile. Mnanilazimisha. Uwe vile vile. Miji yale ya 2018, stop it guys. And by the way, hamjanituma mimi hii kazi. Kati yenu nyinyi wote hamna aliyenituma hii kazi, hamna aliyeniita. Nimeitwa na Mungu kumtumikia. Yesu ndo aliyeniita mimi. Alafu guys, hiki kitu waga nasema siku zote. Yaani mimi ningekuwa nataka kubadilika kuimba mziki wa Bongo Flava siji secular. Ningeweza na hakuna ambaye angenizuia. Kwani mmeniita nyinyi mpaka niwaogope nyinyi? Lakini namuogopa aliyeniita, aliyenipa sababu ya mi kuishi kwa ajili ya kumtumikia. Huyo ndo nayemuogopa, na nitafanya vyovyote vile nita, nitafanya ubunifu wangu, nitafanya namna yoyote ile kuhakikisha kwamba ninabaki kumtumikia yeye. Sitatumia ubunifu wangu na maarifa yangu ya kimuziki kutumikia mtu mwingine. Na hilo sitawaogopa nyinyi, sitawaogopa kusema. Sasa unajua ta, no no no, no. Anayetaka kunisikiliza anisikilize, asiyetaka kunisikiliza sikiliza hao ambao unaona wewe wanakupendeza. Usinilazimishe mimi kuwa kitu kingine. Hujaniita, hujanituma, hujanipa hii calling. Nimepewa na Mungu kwa hiyo, wewe ukiona Joel Lwaga sijafurahia hiki anachokifanya, switch it, nenda sikiliza mtu mwingine. Lakini acha kunibugu, acha kunikalia kwenye peji yangu hadadadada. Wengine mnatukana mpaka matusi, alafu Wakristo mnaongea maneno mabaya bila kujali, mnashutumu vitu hamvijui bila kujua. Stop it. Stop it, guys! Acheni hivi vitu vimewafrustrate watu wengi I'm sorry to say this, mmewafanya waimbaji wa injili kuwa duni kwa muda mrefu. Ndio maana leo, ni kweli atufanye hivi vitu ili tupate mafanikio ya mwilini. Ni kweli the ultimate goal, goal ni injili yubiriwe, watu waokoke, watu wamjue Mungu. Ni kweli watu wahudumiwe, waponywe mioyo, waponye, waponywe nafsi, waliokosa tumaini wapate tumaini, nuru iingie kwenye maisha ya watu, giza liondoke, that's the goal. Ni kweli, lakini at the end of the day, haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maskini, haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maisha duni lakini hivi vitu vidogo vidogo hivi ambavyo mnashangaa mna leo mwimbaji wa Injili kusaini na Empire mnataka, mnataka asainiwe tu wa, wa, wa secular, kwa sababu mnaona mwimbaji wa gospel wa stahili. Kwa nini si asistahili? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Kwa sababu mnataka tuwe duni. Mnasema eti nuru na giza. YouTube ni ya Kikristo hiyo YouTube tunaoingiza huko nyimbo? Ni ya Kikristo hizi platform tunazoweka nyimbo? Ni za Kikristo? Nionyesheni platform ya Wakristo peke yao iko wapi ya kuweka nyimbo, afu tuone kama mtaenda kuview huko, mtaenda kusikiliza Guys, acheni. Haya ndo mambo yanafanya leo hatuna hata mwimbaji wa Injili hata mmoja mwenye angalau gorofa. Nyumba tu ya kuishi nzuri kama gorofa hatuna. Hatuna mwimbaji wa Injili ambaye anaendesha hata gari ya milioni 300, hatuna. Sisemi kwamba hili ndio goal, lakini nyinyi mnajisikia fahari gani? Mbona wachungaji tunao wenye magorofa? Mbona wachungaji tunao wanaendesha magari ya milioni mia ngapi huko? Mbona tunao? Why about singers? Why why not about singers? Why not about waimbaji wa nyimbo za Injili? Mnawakalia kooni mna, mna wanawaogopa. Hawasemi lakini, mimi siwaogopi. Mi namwogopa Mungu aliyeniumba na aliyenipa huduma. So stop it guys, siongeagi mimi mara nyingi, sisemagi, sijibu, lakini leo nawajibu na, na, nikiona nakaa na kimya, nikiona imezidi, mnazidisha naongea.